Bwana Tigile, huyu Simba Dume Mafinga Tanzania, nakukumbusha kwamba jumamosi ya hapa tarehe 24, tuko na mchongo mmoja tu. Kusahau nakukumbusha pia leo tunatembea, tunatembea mtaa kwa mtaa kama tulivyoahidi kwamba tutakuwa na waamini wengi, ni wengi usiku wa MC wa Mjii, yani hiyo jumamosi ya wiki hii hapa, yani mwezi wa kwanza. Bila kusahau nakukumbusha pia niko na wadhamini ukaza wa kaza, lakini niko na mwanangu wa kumita H Planet, ambaye ni mwanangu, atabonga na wadhamini, atabonga na Nesto, atuambie Nesto kajipangaje. Eh bwana H Planet, ncho kwanza emenao usemenao huku mimi nikienda bwana kwa wadhamini wengine. Huyu ndio H Planet, bwana mambo vipi yeah? uhakika ni mingi show nyamani yeah. Mwingisso bwana, mimi nataka nikuachie Nay Store useme naye kwa sababu siku ya tarehe 24 ni kesho kutwa, of course kama sijasahau Bana mingo ya naendelea na nimalizie sehemu ambayo imebaki, tunaenda kuzungumza na moja kati ya wadhamini ambao watakuwepo siku ya tarehe 24 Januari hii ambapo mwanetu kabisa MC wa mjii atakuwa na tukio lake. Yes, Bwana kama nene, na kama kama tunaenda kupiga kupiga na na na na na bango kubwa bango nene ninamzungumzia hapa hapa, ni same pekee yeye mdhamini wa wa siku ya MC wa mji AK47. Tuko naye hodi mpaka ndani. Mambo. Poa mzima. Poa kabisa. Bwana kwa, kwa, kwa, kwa tetesi ambazo niko nazo wewe ni moja kati ya wadhamini wa siku ya tarehe 24. Kwanza unajua tarehe 24 kuna nini? i su z aa Kumbe taarifa unazo na unaelewa, unaelewa, ndo maana umewekwa kama mdhamini yeah. Tuambie kitu gani ambacho kimekufanya wewe ukawa kama mdhamini wa siku hii ya tarehe ishirini na nne na kwa kijana wetu mwenyewe kwa hiyo, nikaona safi kabisa. Okay, basi tuambie, hmm, kitu gani ambacho wewe kama wewe umeweza kutuandalia siku hiyo tarehe 24, kitu gani tutegemee, na tutakikuta kitatufanya tu sisi ambao tutakaribia siku hiyo tuweze kuenjoy siku yetu ya kusherehekea kuzaliwa kwa mwanetu <inevitably feel> kwa faida ya watu wengine sasa, ambao hawafahamu Nay Store, na wewe ni moja kati ya wa wadhamini ambao wanadhamini siku ya MC wa mji, tuambie unapatikana maeneo gani na kitu gani kinapatikana huko ndani? Napatikana Mafinga mjini, mitaa mashine ya mpunga, mkabala na Msiliova, tumegeukiana na Msiliova Mikate, mitaa mashine ya mpunga. Utaona kuna bango limeandikwa Nay Store, karibuni sana Yes ebana, kama nilivyokuambia kwamba Nay Store ni moja kati ya wadhamini ambao wanapatikana siku ya tarehe ishirini na nne. Kama unahitaji vitu vikali na vitu vizuri, unafika hapa Nay Store. Nadhani unaweza ukajionea, kila kitu kiko fresh kabisa, na kila kitu kiko mwake. Unafika amesema Mafinga mjini, mkabala na Msiliova, unapatikana kila kitu. Ukitaka kudrip, ukitaka kushine, fika kwa Nay Store.